Hiki kijiji sisi ndio hatukitakii mema na kama tungekitakia mema tungekuwa na vikao vya kila mwezi ili kutafuta mikwamo na kuikwamua kwa wakati. Hmm, tazama mgumu huo, ugumu upo wapi hapa eh? Ni kujiendekeza tu, ni kutafuta kilio cha kujitakia huku, hatujui kesho ya wanetu, ila ni kweli kwa sababu hapa Msanga sio sehemu ya kuwa na uhaba wa nazi eh? changamoto ya watu wa Msanga hawana elimu ya nazi, na ndio maana wanauza madafu ili kukizi hitaji lao la kipesa kwa muda mfupi. Mi naunga mkono hoja yako. Kusubiri nazi ikomae kwa miezi mitatu hii kwa wengine ni kuweka rehani maisha, wakati vijana washazoea kila mwezi mnazi unatoa pesa. Kusubiri nazi, kwani nazi natofauti gani na dafu? Nakuelewa hivi kwa sababu nazi inauzwa shilingi mia saba huko tunaisubiri miezi mitatu, wakati bafu linauzwa mia tatu na tunalisubiri mwezi mmoja. Usiangalie tu kwenye upande wa kifedha, lakini pia angalie kwenye upande wa matumizi wa zao husika. Leo nazi inasaidia katika kuimarisha afya zetu na kunogesha na chakula, lakini pia inatufanya sisi wanaume tuheshimike kwa wake zetu. mm -mm. Mimi hapo sija kuelewa kabisa. Wewe huwezi kunielewa kwa sababu bado hujaoa, lakini ukioa utanielewa tu. Lakini pia inampa sifa mpishi mlaji anapokula mapishi. Hata mti wake unaitwa mnazi na sio mdapo upo sawa kabisa. Mnanielewa? Tumekuelewa, bwana Bwanago. Uh, unachokifanya wewe ni kutoa ufafanuzi na ubora wa nazi kwenye nguvu huku, eh, kinywa kahawa na alkasusu. tunakunywa kahawa na alkasusu baada ya nyinyi kuziondoa hizi nazi hapa kijijini. sasa nawapa elimu ambayo nyinyi mmeisahau. Nakusikiliza bwana Govi, yaani, tukitumia nazi ipasavyo, kuna magonjwa yatokana na mafuta tutayasahau hapa kijijini.